Klabu ya Young Africans imeendelea na msimamo wa kutocheza mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba mchezo ambao awali ulipangwa kuchezwa Machi nane mwaka huu. Hayo yameelezwa na afisa habari wa Young Africans Ali Kamwe wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari visiwani Zanzibar mara baada ya kumalizika kwa utiaji saini wa makubaliano baina ya Young Africans na Kamisheni ya Utalii ya Zanzibar kuhusu kuitangaza Zanzibar kupitia Visit Zanzibar. Alizungumza vizuri jana, kwanza kuhusu kikao chenyewe, wito ambao walipata kutoka wa mheshimiwa waziri na kikao kile kilijikita kwenye maeneo gani? Uh, rais wa klabu yetu engineer Hersi ametuambia sisi wanachama wote kwamba kwa kauli ya mheshimiwa waziri, kile hakikuwa kikao kinacholenga kupata uh, suluhu au kupata msimamo uh, wa dabi ya Kariakoo, kilikuwa ni kikao cha majadiliano baina ya taasisi zote za kimpira na wizara husika. Kwa wao kama klabu uh, walikwenda kutoa kile ambacho wanakiamini ni sahihi na kimekwenda kuzungumza. Kwa hiyo niwaambie wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wa hapa Zanzibar, kile ambacho kamati yetu ya utendaji ili kiadhimia kwamba ndiyo msimamo mpaka sasa hivi, ule ndio msimamo wa Yanga na hakuna kilichobadilika yote ambayo tuliyaandika kwenye barua yetu ambayo tuliujulisha umma kiwemo wanachama wetu ndiyo kimesalia hiko hiko mpaka sasa hivi. Taarifa za ndani ambazo zipo labda Yanga ilishasogea kwenye mahakama ya suluhishi Afrika wa wanakasi kwenye hmm, hili tukio, sisi tuna taratibu zetu za kutoa taarifa. Awali tuliwajuza wanachama wetu kwamba kama jambo hili nikishindwa kushughulikiwa, basi tutakwenda kwenye hatua za mbele zaidi kwenye kudai haki yetu ikishafika hatua hiyo kuwajulisha umma. Jambo likishakuwa sawa, tutakuja tena kuwajulisha umma kwamba tumefika hatua gani. Ila kwa sasa hivi jambo ambalo liko wazi kabisa, msimamo wa klabu umebakia pale, pale pale na hakuna kilichobadilika. Mimi siwezi kutabiri nini kitakuja kesho, siwezi kutabiri nini uh, kitaamuliwa nachokizungumza hapa ni kitu ambacho kipo ambacho kipo sasa hivi kwa mujibu wa kamati ya utendaji, na ndio ndoto ya kila mwanachama. Na hata mmesikia matamko mbalimbali ya viongozi wa matawi, wanachama wa klabu hawako tayari klabu ya Yanga icheze mchezo mwingine wa Kariakoo, na kamati ya utendaji pia ilitoa tamko hilo hilo kwamba Yanga haipo tayari kucheza tena mchezo mmoja. Kwa hiyo hata nie kwenye maswali yenu, swala la kucheza litoeni kwanza, kujadiliane vitu vingine hmm. Mimi naona mpira wa Tanzania ukipiga hatua kubwa sana. Tumeshapiga hatua kubwa sana na tuko mbali sana sasa hivi levo ya klabu, levo ya timu ya taifa sana. Kwa hiyo ni jambo dogo sana ambalo siamini kwamba lina athari hasi kwenye maendeleo ya mpira wetu. Mpira wetu tumeshapiga hatua kubwa sana, na changamoto kama hizi pengine zinakuja kutupa mwanga mwingine wa kuweza kusonga mbali zaidi.